Kwa no <laughs> mujibu wa katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambayo ndio sheria ya mama, chombo pekee ambacho kimepewa nguvu ya kusema uchaguzi unaweza kufanyika au uchaguzi hauwezi kufanyika ni Tume ya Uchaguzi ya Taifa. Hao pekee ndio ambao wanaweza kusema kwamba uchaguzi upo au kwa hiyo kama mwana sheria ambacho naweza nikasema kwamba mpaka pale itakapokuwa imetangazwa na tume ya taifa ya uchaguzi kwamba mwaka huu watafanyi uchaguzi basi uchaguzi utafanyika. Tume ya uchaguzi ya taifa ndiyo chombo pekee katika nchi hii ambacho kimepewa nguvu ya kikatiba, na katika kutekeleza majukumu yake katiba inaweka bayana kwamba hakita ingiliwa na mtu yeyote yule au chombo chochote kile katika kutekeleza majukumu yake. Kwa mantiki hiyo, yakasemwa kwamba mwaka huu hakuna uchaguzi, lakini chombo pekee ambacho kinaweza kikajikkula kwamba mwaka huu hakuna uchaguzi Tume ya Uchaguzi ya Taifa. Sheria ni kwamba hawana backup Yaani hakuna sheria ambayo inawapatia nguvu ya kuzuia hicho au kusema hivyo. Ni chombo kimoja tu, kama nilivyosema, Tume ya Taifa ya Uchaguzi ndiyo kisheria, tena kikatiba. Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa, wa Tanzania ndio ambayo inakipatia nguvu ya kutamka kwamba uchaguzi utafanyika au uchaguzi hautafanyika.